Neno la Mungu linasema hivi, wakati ule Yesu akajibu akasema, nashukuru Baba wakonanamambimu mambo haya liwaficha kwenye kipima na watoto ukawafunulia naam Baba na mbaba kakuwa ni ilivyokupendeza mbele zako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 ni lazima amjue. Haiwezekani tu ukawa na mahusiano mazuri na Mungu kama muumba wako, kama Bwana wako, kama kila kitu chake, kama huja pata mafunuo huja mchua. Kwa hiyo ili mwanadamu aweze kukaa vizuri na Mungu, mwanadamu aweze kumfurahia Mungu, mwanadamu aweze kupenda Mungu na kumtumikia na kumheshimia, ni sharti amjue. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo wakati huu tunaomba tunamuona Yesu akiwa katika hali isiyo ya kawaida. Mimi nasema alikuwa katika mazingira ambayo alikuwa katika hali ya furaha, alikuwa anajisikia vizuri, na ndio maana Yesu hata ashukuru anaona matokeo chanya kwa wale waliomzunguka, anaona ufahamu wao unakua kwa kina, anaona mahusiano yao kati ya yeye na wale wanafunzi yanavyokua kwa kina, anaona kujikana kwa wale wanafunzi kunavyoongezeka, kuna kila kunapoitwa neno wale Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wapo katika haya mazingira, Yesu akajikuta wa anasema, wakati ule Biblia inasema wakati ule Yesu wa wakati ba. Kwa kusema, nakushukuru Bwana wa mbingu na nchi kwa kwa mambo haya ambayo uliwaficha wenye hekima na akili, kwa kuwafunulia watoto wachana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu anasema kuna mambo ya kuficha kwa wenye hekima na akili, lakini lakini wakafunuliwa wale wenye wa uchanga wale ambao kitabu cha Yohani wambaye kama wanasema mwenye njaa na kiu. Wakafunuliwa wale ambao wameonyesha kwamba pasipo wa yeye wao hawajakamilika, wale wanaonyesha shauku njaa na kiu ya kutaka kumjua Mungu ndio hao

Haleluya. Na ndiyo maana hata kama kuna watu wamekaa makanisani miaka mingi na nini, lakini watu hawajapata ufunuo kamili ya kwamba Yesu ni nani. Wanamjua Yesu wa jina, lakini

Yesu anashukuru, anasema Baba, namshukuru kwa kuwa mambo haya umeyaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Hakuna kukoma mbele za Mungu. Yaani, kwa kuwa unatakiwa unapofika mbele za, za kwa kwa Mungu uoneshe fikra za kuwa mchanga kwa mbele za Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu unaitani malezi ya Yesu, unaitani malezi Roho Mtakatifu na lazosola la uchanga mbele zako lionekane kila siku unaotokea machumi Bwana ninekamingiwa yote na Baba yangu, wala hakuna mtuaye Baba wala hakuna mtuaye Baba ila mwana na yeye nit tunatofautiana kutoka mtu mmoja mpaka mwingine, kwa sababu wengi wamekataa kuwa kama watoto wachanga. Tunasoma habari ya mtu mmoja, Mfarisayo. Biblia inasema alikwenda hekaluni na mtoza ushuru kuomba. Yule Mfarisayo alipofika hekaluni kwa kusema, Mungu, mimi ninakushukuru

kwa siku kuwafunulia hawa hawangeweza kuwa wowote. Haleluya, hawakama hawangeweza hawa kuwa wowote, na Yesu anasema sasa wamekujua, baada ya ata kufunua wako, wameshakujua wewe, na kwa sababu wameshakujua hawa, ni tayari ni jeshi la wa Bwana

Sio kwa hiyo tuliyowahubiria na layo. Hilo ni onyo tu ambalo Paulo alitoa katika kanisa la Wagalatia. Kumjua Yesu ni kufunuliwa. jina Yesu pama, ni jina la Bwana Yesu ifarikiwe haleluya. Kazi nchini leo hii, pamoja na kwamba malengo makubwa ni kuwapeleka watu mbinguni, lakini lazima

Usisite, njoo na mizigo, mjifunze kutoka kwangu. Yesu anajielezea nasema, mimi ni mpole, mimi ni mnyenyekevu. Kwa maana nyingine anasema

Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Aleluya. Kumjua Yesu ni kufunuliwa. Kanisa bado tuna kazi kubwa, mwili wa Kristo tuna kazi kubwa, kuakisha kwamba tuna tunauletu ulimwengu kwa Yesu, kuakisha kwamba na sisi tunadaa haya mafunuo ambaye Mungu nacokoa kwa neema wenzeni waweze kupata.